Flai kwa kupokea mradi huu wa wakulima wadogo wadogo, kilimo cha umwagiliaji. Kilimo chetu hiki kutegemea mvua, kwa kweli tulikuwa tumekwama, lakini serikali imeliona hili kutuletea mradi huu wa umwagiliaji. Tunawashukuru sana serikali, pia halmashauri yetu ya wilaya ya Magu, tunashukuru kwa kupokea mradi na kutuletea sisi wakulima wadogo wadogo. Kwa hivyo tuwapongeze sana e, Halmashauri ya Wilaya ya Magu, serikali kuu kwa ujumla, na sisi kwa kweli kwa, kwa mradi huu tautumia vizuri, tutafanyia kazi ipasavyo, hakutakuwa na shida. Tutaongeza bidii ya ukulima, uzalishaji wa chakula. Kilimo cha umwagiliaji wa kipindi cha nyuma ulikuwa ni mgumu sana, ulikuwa ni mgumu kwa sababu umwagiliaji wetu ulikuwa ni wa kutumia nguvu nyingi, lakini kupitia eh, mradi huu utaturahisishia ili tuweze kumwagilia kwa muda mchache zaidi na kupata mazao mengi zaidi. Sisi ni wanawake, tunaweza kulima Tutaendelea kuwashukuru kwa kutuletea kilimo kwa kutuletea kifaa cha kulimia, tutaendelea na kushughulika na kilimo chetu tutalima mila... usumbufu wa kilimo kilikuwa kinatusumbua, maji yalikuwa ya, ya shida, mashine tulikuwa tunasumbuka na mashine na mpira, mazao yetu yalikuwa yanazofika kutokana kwa kukoswa maji na mpira. Kwa kuwa mmetuletea vifaa hivi, tutaona <coughs> mazao yote watakavyoenda. Tunaendelea kuwashukuru kwa hayo. Kwa jina, naitwa ndugu Alphonce Awadhi, ni afisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Magu, na tumeungana na nyinyi pamoja na wataalamu wenzangu wote katika tukio hili la uzinduzi, vile vile na tukio la kukabidhi vifaa hivi vya seti za umwagiliaji tano katika kata ya Lubugu kwa vikundi vitano katika kata hizi tano, lakini kati yao wanaume ni 229 na wanawake ni 46. Kwa hiyo tumeangalia swala la uwiano wa jinsi katika kuhakikisha kwamba katika ushiriki wa mradi huu swala jinsi lilikuwa swala muhimu sana, kwa ndio maana utaona wanawake wapo na wanaume wapo. Aa, kwa ujumla niseme tu kwamba nategemea kwamba kutakuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye shughuli za umwagiliaji. Kwa maana ya kwamba kwanza shughuli itakuwa imerahisishwa, itakuwa imepunguza harubu zile harubu za, za kilimo, kwamba kilimo kilikuwa naonekana ni shughuli ya adhabu. Kwa wenzetu kule kilimo inaonekana ni shughuli ambayo ni shughuli nyepesi sana kuliko hata shughuli nyingine, hata ukiwa ofisini au ya biashara. Ni kwa sababu tu kulikuwa hamna nyenzo, kulikuwa hamna teknolojia rahisi ya kuendesha shughuli za kilimo. Lakini ukiona teknolojia kama hizi kama ulivyoelezwa kwamba ekari moja tu ndani ya saa moja umeshamwagilia. Na ukishaweza kumwagilia ekari moja kwa saa moja, maana yake muda mwingine wote uliobaki unafanya shughuli zingine za za kipato. Kwa hiyo hata kama ni tunaye mwanamama anashiriki huku, maana yake haitamzuia kufanya shughuli za za kifamilia. Atafanya shughuli za kifamilia, lakini vile vile ataendesha shughuli za kilimo kwa ufanisi mkubwa sana. Kwa hiyo nategemea kutakuwa na mwitikio mkubwa sana wa wakulima hasa katika awamu hizi zijazo. Na ndio maana ndani ya muda mfupi huu tumepata wakulima wengi sana kutoka maeneo hayo. Kwa hiyo nategemea vijana wengi sana watakimbilia shughuli za kilimo kuliko kukimbilia mjini. Wizara ya Kilimo kupitia programu ya Mifumo Himilivu ya Chakula inaendelea kutekeleza mipango yake ambao ni pamoja na kuimarisha mifumo ya chakula katika maeneo yanayotoa huduma ya kilimo. Baba na hilo, programu hii inahamasisha matumizi ya teknolojia na mbinu mbalimbali ambazo zinahimili mabadiliko ya tabiauzangu ugawaji huu wa awamu ya kwanza vifaa hivi vya umwagiliaji ni sehemu ya malengo ya serikali ya awamu ya sita pamoja na wizara kuhakikisha inaboresha kilimo katika nchi yetu. Hivyo kwa mwanzo, kwa awamu ya kwanza hii, ni awamu ya kwanza kwa awamu ya kwanza tunahudumia mikoa saba, kwa Mwanza, kwa Kagera, kwa Geita, kwa Tanga, kwa Ruvuma, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Mara. Katika hii hatua ya kwanza, serikali imetumia bilioni 3.5 kupata vifaa hivi kwa ajili ya kupatia wakulima. Vifaa ambavyo vitasaidia kuongeza ufanisi wa umwagiliaji katika maeneo yetu, na kuna maeneo mengine walikuwa wanatamani kumwagilia kabisa, sema shida kuja pale, nyenzo zinakuwa sio rafiki lakini sasa kupitia mashine hizi tutarahisisha mwaka mzima bila kutegemea mvua peke yake. mvua ikinyesha tutalima tutalima, mvua zikikatika, tutahakika kulima mwaka mzima bila kupumzika. Vifaa vyetu hivi kwa wilaya ya Magu tumebahatisha kupata seti ishirini na mbili seti hizi ishirini na mbili zinaenda kwa wakulima moja kwa moja kwenye vikundi vyao na seti moja Ime, ia, ina, ina, ina, ina pump moja kubwa yenye ukubwa wa kumi horsepower manake, na pressure kubwa sana. Hii pump inaweza kuchukua maji mpaka mita mia tano gia. Mwananchi ananiambia zamani, mwagilia ekali moja achukua siku kadhaa, siku tano tatu nne kutumia hizi ndoo, lakini kwa sasa hapana. Tunaikataa kupitia juhudi za serikali, tunaikataa sasa tunamwagilia ekali nzima ndani ya saa moja. Hata kusema hayo, niombe tundikwa na wakulima tupokee huu mradi, tutumie vizuri, utusaidie, tutunze hizi hizi nyenzo, tuzitunze.